28. Haleluya. Haya maumbile nahubiri leo aiburika kanisani. Baa mkiiburika kanisani kesho hamtakuja. Haleluya. Na hamtatoa sadaka, na hamtatoa fungu la kumi. E, mzungaji hapa tuhubiri, huyu my praise, my choice, huyu my song, my side. Baa kwambia kitapuramba. Ninyi msikie mimi. Haleluya. Tena ameleta zaidi nyingine. Ati my choice, my dress. Hallelujah. Hakuna yes. Atimae maendreait akuaaemaindia. Lazima tuangalie neno nasemaje? Hebu tusome, eh, Walawi 19 mstari wa 27 nazinyoe ndege pembe za vichwani, wala misaribu saribu pembe za sa ndevu zenu. Mstari wa 28, muzichanje chale yoyote katika nyama ya miili yenu kwa ajili ya wafu wala msiandike alama mwilini mwenu, mimi ndimi Bwana nimesema. Haleluya! Mungu anaongea kuhusu mwili, jinsi nazali kuutunza ili ukapata kupendeza mbele za Bwana Mungu. Amesema wawewe, mwanaume unapenda kunywanga nywele mara kwa mara, Mungu anasema kama unataka kunywa nywele, nywele kakuetesimoo, kama ni kibarakoto, kibarakoto lakini usinoe box. Haleluya! wao unoe ndege, box inaitwa ndege kwa kitu kingi kichwa Kiswahili, kizungu inaitwa box, unaweka hapa juu huko, na ngoa kabisa ra huko, na unawacha box, inaitwa box. Haleluya! Tanzania inaita mwenyeo wa kwa kuku, ile kuku ya kiume ina ile kitu hapa juu hili. Haleluya! kwa Mungu amekataa kunyoa, unoe box ama unyoe ndege. Haleluya! Na amesema wakati ule ambao umevuliwa ni maana amekuwa na amekufa. Mungu amesema bila bila usinyoe ni bara moja kwa ajili ya wafu. Maana unawatukuza, maana unaabudu. Kuna zaidi kumtukuza mtu mmoja tu anaitwa Mungu wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Anaendelea kusema kwamba wakati ule amenyoa nywele tibwa sawa, usinywe mbele ama mboti, alafu anakuambia wakati unanyoa kidevu chako

kama huu kijana wetu hapa haa, haleluya. Tukambia kama hizi Bwana Yesu ni kwa nini Bwana Yesu apewe sifa? Ati ni style, ati ni swaga? Haa, haa, Bwana Yesu apewe sifa. Neno ndio nikasema, wakija mahali hapa jona kitabu na kalamu, wandike ukaisome, wanya. Bwana Yesu apewe sifa. Wameambiwa wasinyue mbe, wameambiwa wasinyue msari tumeambiwa uzitande chane katika mwili wako, kwa sababu kichanja chane unajiweka maangano na mapepo. Maana mapepo umwa damu tangu mwanzo mpaka leo. Tuliachia damu sisi, Yesu alitupatia damu ya kutosha, hatuna tena mambo ya damu. Haleluya, tumeachia Waislamu na wachawi na waganga, ni lazima damu waitumie. Bwana Yesu apewe sifa, haleluya neno moja inaenda kusema mstari wa 29 usichanje chale yoyote katika nyama ya mili yenu kwa ajili ya watu wala msiandike ala maana yake ni tatu usichole mchole yoyote katika mwili wako lakini kama uko mahali hapa ulichanja chale umechola tatu na umeokoka hiyo bwana anakusamehe hata uliuza lakini usirudie tena haleluya maana hiyo maandano likookoka inavunjika na kama kwa mahali hapo kuna tatu, itakuombea ni kuondoe katika yu maagano na ukue sawa. Haleluja. Lakini kuanzia leo usiwahi kufa tana sana. Wagiriama na wajaluo, mtu akifa ilazima wanyo yake parangoto. hiyo ni kuabudu mapepo, hiyo ni kuabudu majini, hiyo ni kuabudu hulu marosa ukoo. Na tafadhali, kama kwa mahali hapa nimeokoka, unapenda kwenda mbinguni, wakinyoa kuzinyoa, kuambie mimi nimeokoka. Yesu ni Bwana, mambo ziko haleluya! Haleluya! na kuna wengine wanaingiza kwa boksi na watu wanaitwa ukumbusho wa babu, ukumbusho wa baba, ukumbusho wa mama. Yule mama alikuwa miaka kumi iliyopita na kila mtu anajua alikuwa kamaliza. Haleluya! Yani, alikuwa mchai mchai, halafu mnachanga pesa Mnakumbuka, mnakula, mnakunywa, wengine wanafanga damu, wanasema mama mahali huko tusaidie, tuineni. Hiyo ni kuabudu vinyago, haleluya. Hiyo ni kuabudu vinyago na kama ko mahali yako anatenda jambo hili jambo hilo, usiwei kurudia tena. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo jambo usiwei kurudia tena. Hiyo ni kuabudu eh, uh, inaitwaje salamu ama miungu, na Mungu ametukataza. Kwa hiyo ambiwa ah, kama ni kunyoa, kuanzia leo, kwa sababu ilikuwa jui kama ni kunyoa, nyoa yote atoshana amanyoe kibarangoto. Na wewe mwanamke, jitengeneze vizuri, lakini isiwe kujitengeneza kwako ndio Mungu wako. Wengi wamenipigia simu, mchungaji, sikuweza kuja kanisani kwa sababu nywele yangu ilikuwa na kwani kwenda, ah, siku na Jumamosi chakalabagala. Haleluya. Na Jumamosi basi, mchungaji kwa nini ukijifunga kitambaa? Ah, kitambaa ni changina nyanya. Hallelujah. Bwana Yesu atoe sifa. Wamenipigia simu hapa hapa wako lakini wakanipigia simu hapa hapa. Yaani hakuja kanisani ni kwa sababu mbele yake iko sawa. Hallelujah. Hapa tukuje kwa atukuje show hapa tunakuja kumwabudu kwa. Hallelujah. Wewe uko na pesa ya kutoa sadaka, una pesa ya kutoa sadaka unakusha. Mama tunakuja kumwabudu Bwana katika roho na kweli na Mungu akamwambia ule mwanamke msalamia mzalamia msamaria ya kwamba wakati utakuja na ni sasa, waabudu wa Mungu wa halisi na wakweli wataabudu Bwana katika roho na kweli. Kwa hiyo mahali hapa tunakuja kumwabudu Bwana katika roho na katika kweli. Hatukuji hapa cho hata kuonyesha nywele zako ama nguo zako ama miniskati yako. Ah, ah, tunakwenda kumkutana na Mungu mwenyewe ambao tumwabudu, ili tuweze kwenda mbinguni kwa kwen, hiyo ukiwa na manyole yako inakaa kama ya mbuzi ama ya paka, kuja. Haleluya. Eh, hey, na kama inawezekana huna kitambaa. Na hey, maana hiyo ndio sheria wanawake wamepewa. Ukiomba na zaidi vume kitambaa, hiyo tutaingia next time. Bwana Yesu apoe sifa. Na maamuzi ni wako. Kazi yetu ni kuhubiri. Bwana Yesu apoe sifa. Haleluya. Kwa hiyo kuna wanaume wa siku hizi na wengi ni wachungaji. Wanavaa suruali kama yangu, lakini nambana sana pale chini kama pale, alafu hawa isoks anakaa hivi, alafu ananyoa panga sile, kwa panga ama ndio box. Haleluya. Alafu anavaa kashati kama mbana kabisa, na wengi wao wapendi kutaki, wanapenda kwa sheria hii. Haleluya. Hiyo ni abomination mbele za Bwana. Haleluya. Hiyo ni abomination mbele za Bwana nasakavae nguo ambao iko smart moderate, mbisi nguo ambao ina heshima haleluya. Kama ni kuivaa pa machambani pao, ukienda mbishi auko, haleluya. Lakini mbele za Bwana ni abomination, na hiyo mtindo imeanzisha na vizazi ya kisasa. Wachungaji anaba wa na mnawashangilia kabisa. Wacha nikwambie, wakati ule utaona mchungaji nam hata kama na tabiri, hata kama nini, na amenyua upanga hapa, kuna nyeri ya menyo yote. Ame, amekuja kanisani na t-shirt, amekuja kanisani sana na hicho kambalo kabisa. Huyo ni mateta, siku vichi asiogopi. I tell you, siku ya mwisho. Haleluya, minaona wengi tu Kenya wana simamisha mtu, simama we chama simama, inakuona olivanya olivanya, ukimwangalia hati ya kwenye nyumbani ya Bwana na t-shirt. Kuna mavazi ya heshima ya kuja hapa nyumba ya Bwana.